Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema yake na kwa fursa aliyotupatia mimi na wewe, yu ndugu yangu, kuweza kushuhudia masiku haya tukufu, masiku ya Dhulhijja, khususan tukizungumzia al-ashiru Dhulhijja ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziapia siku kama hizi katika kitabu chake kitukufu Alquran Alkarim al pindi aliposema, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, walfajri wa layali walayali al ashr. Alhamdulillah kwa kuingiliwa mwezi kama huu mtukufu wa Dhulhija, pia tunaaga mwaka wa Hijri ambao tuko katika mwezi wa mwisho wa mwezi ama katika kalenda ya Kiislamu. Mioyo yetu yako pamoja na ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita kwenda kutekeleza amali tukufu, amali ya faradhi ya haj. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakabalie hija yao, na iwe hija yao ni hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur na sisi ambao hatujajaliwa kwenda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe uwezo na nafasi wa kuweza kufika maeneo matukufu kama yale na kuweza kutekeleza amali tukufu kama hiyo ya hija. Ama katika kukumbushana katika ubora wa masiku kama haya, masiku kumi ya kwanza ya Dhul-Hijjah, Mtume alaihisalatu wassalam alituambia katika hadithi yake, ma min ayamin

kiasi cha kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaweza kusema hakuna amali bora za mja kufanya na kupata ujra na zenye thamani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala zaidi ya masiku kumi haya. Akiulizwa hata jihadi fi sabilillah, akasema hata jihadi, isipokuwa kwa mtu ambaye kwamba atatoka kwa nafsi yake na mali yake na kisiregee kumaanisha, aangamie katika vita kama vile apate shahada na mali yake yote yamalizike katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kuhusu ubora wa masiku kama haya, wanachuoni waliotangulia bila shaka waliweza kutueleza umuhimu wa masiku kama haya na ubora wake. Ibn al-Qayyim al-Jawzi ambaye ni mwanachuoni wa karne ya saba Hijria asema kuwa masiku kama haya ya michana ya Dhulhijja ni bora hata kuliko michana ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibn Taymiya rahimallah pia alipoulizwa akasema, masiku makumi ya usiku wa Ramadhani ni bora kwa usiku na michana ya Dhulhijja. Siku kumi za mwanzo za Dhulhijja, michana yake ni bora kuliko michana yote ya siku mzima, ama miaka ama mwaka mzima na Ibn Kathir amekubali ama anaunga kauli kama hii, na katika amali salihat ambao utaweza kufanya kihakika ni mengi. Ibn Abbas radhiallahu anhu asema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hamna siku ambazo zina uzito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya amali njema kama siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam akasema, zidisheni katika kutamka la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah na subhanallah. Hapa tunaona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salam anatuhimiza na katika kutufafanulia katika amali njema za kutekeleza katika masiku kama haya na kuleta hizi at-tahlil wa takbir na himdi. Katika amali njema ambazo sisi waja tuweza kutekeleza katika miezi kama hii ama katika masiku haya bora ni kuzidisha dhikri na kumtaja Mwenyezi Mungu kila wakati. Imepokewa kwa Ibn Umar radhiallahu anhu na Abu Huraira radhiallahu anhuma, pindi inapoingiliwa masiku kumi kama haya ya Dhul-Hijjah, huwa ni wenye kuingia katika masoko na kunyanyua sauti zao kuleta Takbir kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiasi cha kuwa wale wote wanaomsikia takbira zao nao wanawaunga katika kuleta takbira. Ama katika amali bora kabisa ya mja kutekeleza pia ni kufunga katika masiku kama haya, Mtume, alaihi salatu wassalam, asema saumu moja ya masiku kama haya ni sawia na kufunga mwaka mzima na kuamka kwa ibada kwa usiku mmoja katika masiku ya masiku haya ni sawa sawa na kuabudu ama kufanya ibada siku ya Lailatul Qadr. Hadithi hii iko katika at-Tirmidhi na Abu Qatada anaeleza kwa Mtume Muhammad sallam, anasema kwa Mtume alayhi salam asema, ana imani ana hope kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa mja kufunga siku ya Arafa itakuwa ni yenye kumsamehe ama kusamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Na pia imepokelewa kutoka kwa Huneida Ibni Khalid kuwa mmoja katika wakezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga masiku tisa ya Dhulhijja. Hadithi hii iko katika An-Nasai na Abu Dawud. Ama katika amali njema kabisa ya kutekeleza katika masiku haya, khususan katika starehe kumi ya Dhul Hijja, ni amali ya kuchinja kwa sababu tunamfuata kiongozi wetu Nabii Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fasalli lirabbika wanhar, Mwenyezimungu subhana wataala anatueleza. Mtume alaihi salatu wassalam asema, hakuna yoyote katika wanadamu atakayefanya kitendo zaidi ya kuchinja, ambayo bila shaka inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuchinja, yani kumwaga damu, kwa sababu yule mnyama aliyechinjwa siku hiyo, siku ya tarehe kumi yaumul Eid atakuja siku ya kiama na pembe zake na nyele zake na kila kitu chake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ile sacrifice uliotekeleza kile kichinjo uliokitekeleza kiwe ni wenye kukubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kukubali ile kichinjo ambacho unakichinja hata kabla ya ile damu kuweza kufika katika ardhi kama ile, kabla damu haijagusa ardhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukubalia kichinjo kama kile. Ni katika majukumu yetu sote Waislamu kuweza kukumbushana zaidi kuhusu mema na mazuri na fursa mbalimbali tulizo nazo katika masiku kama haya matukufu, kama tulivyogusia kwa mukhtasar kwani wengi wetu ikifika siku kama hizi huwa twa, ni kama ni countdown twangojea siku ya Eid, bado siku ngapi? Eid siku tisa. Bado siku ngapi? siku saba. Bila kuzingatia kuwa tunapitwa na mengi, na lao tutajito, tutajitolea katika kutekeleza ibada katika siku kama hizi, na kando na kufanya ibada tu kwetu sisi na kuwaombea ndugu zetu ulimwengu mzima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abadilishe hali zao tukiangalia ndugu zetu walioko Gaza na maeneo mengine. Ndugu zetu Waislamu, leo tumeingiliwa na mwezi mtukufu kama huu, lakini ndugu zetu wako katika hali ngumu sana, hali ya hakutojua leo yao wala kesho yao, hatima yao wanamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na la pili kututegemea sisi kuweza kuwafikishia dua zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kilio chetu na kuwategemea ndugu zao ambao kwa hakika wamewatupa bila kuwashika mkono na kuwasaidia na kuwanusuru. Ndugu, ndugu zao waliozunguka ambao wako na jeshi na uwezo wa kuweza kuwanusuru ndugu zao, lakini wamekaa kimya. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku tukufu kama haya aupe ushindi Uislamu, awape ushindi ndugu zetu wa Gaza na ulimwengu mzima, na tuwe ni wenye kusimama na kalima moja na sauti moja ili tuweze kukumbua ndugu zetu fi mashariki ardhi wa magharibiha insha Allah taala. Insha Allah huu ulikuwa ni mukhtasar, tukijaliwa katika siku zinazokuja tutaweza kukumbushana mawili matatu insha Allah, wa billahi tawfiq, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.